Tunaendelea na ofisi ya Rais utumishi na utawala bora, Mheshimiwa Latifa Hamis alahjuwakali, uh, mbunge wa viti maalum. Asante, asante... Yes, Management ya utumishi wa umma na utawala bora naomba kujibu swali la Mheshimiwa Latifa Hamis Juakali mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mjibu wa sera ya management na ajira katika utumishi wa umma toleo la pili la mwaka 2008 ikisomwa pamoja na sheria ya utumishi wa umma sura 298 ajira katika utumishi wa umma hupatikana kwa ushindani na uwazi. Kujitolea katika utumishi wa umma huwezesha vijana kujipatia ujuzi wa ziada pamoja na kuwapa uzoefu na, uzo, na uwezo wa kushindana pindi ajira zinapotangazwa. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa vijana kupata mafunzo kwa vitendo ili kujipatia sifa za ajira katika utumishi wa umma pindi nafasi za taaluma zao zinapotangazwa na serikali. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Latifa Khamis Jua Kali: asante mheshimiwa mwenyekiti kwanza namshukuru Mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri ya kutia moyo, lakini pia naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza Mweshimuwa rais kwa ajira alizozitoa katika kada ya afya na katika kada ya elimu. Lakini mweshimua mwenyekiti, nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Swali so, langu la kwanza mweshimua uh, waziri, unaweza kuungana na mimi kwamba kumekuwa na baadhi ya malalamiko ya baadhi ya vijana ambao tayari wameshafanya interview lakini bado hawajapangiwa vituo na hasa katika kada ya ualimu ya msingi. Mheshimiwa naibu waziri, ni nini kauli ya serikali juu ya vijana hawa ambao tayari wameshafanya interview na bado hawajapangiwa vituo? Lakini swali langu la pili uh, mheshimiwa Mheshimiwa naibu waziri, serikali ina mpango gani sasa ya kuwapa vipaumbele vijana ambao wana umri mkubwa ambao wanaenda kufanya interview, na ukizingatia wakikaa zaidi ya miaka miwili hawawezi kuingia katika soko hilo la ajira? Nashukuru sana mheshimiwa. Majibu, mheshimiwa waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nijibu masuala mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Latifa Juakali, mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2025 26 serikali ilitoa kibali ya ajira 4018 ambapo ajira hizo ni kwa walimu wa shule za msingi. Walimu 3018 ni walimu ngazi ya cheti na walimu 1000 ni walimu ngazi ya stashahada. Hata hivyo Sekretariat ya ajira itakwenda kuwapangia vituo vya kazi walimu hao ambao tayari wameshakusha kufanya usaili kuanzia tarehe moja mwezi wa, wa nne elfu mbili na ishirini na sita. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, ajira hizi ni tofauti na zile ajira ambazo Mheshimiwa Rais alitoa kipindi cha uchaguzi, zile ajira elfu kumi na mbili ambao tayari ajira elfu saba kwa elimu na ajira elfu tano wameshapangwa na wanaendelea na kazi kwa hiyo nikuhakikishia mheshimiwa mbunge ifikapo tarehe moja Aprili 2026, walimu hawa wa shule za msingi watakwenda kupangwa kwenye vituo vya kazi. Swali la pili, Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mjibu wa sera ya management na ajira katika utumishi wa umma toleo la pili la mwaka 2008, imeeleza wazi kwamba ajira zitatolewa kwa ushindani. Hata hivyo, kigezo cha umri mkubwa si kigezo katika kuajiri, lakini kwa kuona hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeona changamoto kwamba wale watu wenye umri mkubwa wameshindwa kushindana na watu ambao wametoka shuleni hivi masomo shuleni kwa hivi karibuni. Kwa hiyo serikali kwa kuona hivyo imetoa kipaumbele kuhakikisha kwamba wale watu ambao wana umri mkubwa watapewa kipaumbele pale ambapo wamelingana alama. Kwa hiyo kama alama zimelingana, atakayepewa kipaumbele ni yule ambaye ana umri mkubwa ili aweze kuingia kazini. Mheshimiwa Abdul Yusuf, asante sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swala la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, je, serikali haioni haja ya kuondoa kigezo cha muda mrefu kwa vijana ambao wanaomba ajira serikalini? Majibu Mheshimiwa waziri, umemwelewa Mheshimiwa Abdul? Mheshimiwa mwenyekiti, je, serikali haioni haja ya kuondoa kigezo cha uzoefu wa muda mrefu kwa vijana wanaoomba ajira serikalinienyekiiwanza una... nikushukuru kwama nilivyokisha kusema kwamba kwa mjibu wa sera ya management na ajira katika utumishi wa umma toleo la la pili la mwaka 2008 kwa sasa ajira ni za ushindani na kigezo cha uzoefu hakipo. Mwishma, Agnes, Okororo. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kuwa serikali imekiri katika majibu ya swali la msingi kwamba vijana wanaojitolea wamekuwa wanajengewa uwezo. Je, serikali haioni haja ya kuwa retain kuwashikilia vijana wanaopitia katika wakala wa TAESA kwa kundi la wanaojitolea na wa wale wa mafunzo kazini ili kupunguza gharama za kurikruti